Na wakazi na wafanyabiashara kutoka kituo cha biashara cha Boiman katika wodi ya Gathanji la eneo la Ol-Joro Orok kaunti ya Nyandarua wameandamana kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo. Wakazi wanadai kesi za wizi na kuvunja duka zimeongezeka mno licha ya kuwa na karibu na kituo cha polisi cha Boiman. Wanashutumu maafisa wa usalama kwa kuzembea kazini na kutaka polisi hao wahamishwe. Na mimi leo nimeamkia nikakuta nimeibiwa na wameimba vitu zangu mingi sana, wakaiba tima TV, wakaniimbia simu, wakabeba hata vitu zangu za kufanya kazi, huwa nawatengeneza simu, wakabeba zote na wakabeba hadi hiyo DVR hizo na wakaharibu kamera zote. Waizi wanaotuibia kwa saa hii ni waizi wako na madharau sana juu kuja kutoa mlango ya mtu. Tumeona bereni wakikuja wati, wakifuja kufuli na kuvuja mlango, lakini mara hii wametufanyia madharau ambayo haijawahi patikana. Tunasikia gawizi wa, wa mahali kwingine ukifanyiwa, lakini hapa Boiman umekita mizizi. Sasa tunataka kusema hivi na tuulize administration yetu, watu waangalie hali ya security kutoka hapa mpaka pale kwa polisi. It's about Hard na hii mlango unaona ni ya chuma. Ikitolewa hivi lazima kuwe na mgulumo. Mbona hawakusikia? Hebu tuulizane. Eh, na wanasema yule ofisa alikuja hapa alisema ati walikuwa wanazunguka usiku. Mbona hakuona? Alizunguka, alikuwa anazunguka wapi? So sisi kama wakaaji wa Boiman tunasema kitu kimoja tu, hao ofisa wa polisi waodola hapa mara moja. Hatutaki hawa. Na miti ya msandali yenye uzao